Wananiita pia ama ukipenda presenter Ramsi, na kila siku kinipa shavu, nitakupa shavu. Story huanzia hapa, na huwa tunasema kwamba uh, mtu anapopewa nafasi ya kuzungumza anapata nafasi perfect ya kujieleza, na tumeamua this time round, uh, tunawapea ushauri. Tumefanya episodes kadhaa na mama yao ukienda pale ukiscroll pale utaona kuna episodes kadhaa tumefanya na kuna watu wametii, kuna watu pia wamekuja hapo na matusi matusi hivyo, na tunakubali kwa sababu out of 100 wakitukanana, unapata kuna kadhaa wenye wanasaidia, sio wanasaidika pale, sindio? Kwa hivyo uliniambia kwamba kuna kitu kwanza, kuna mtu najua ni mgeni, anakuona kwa mara ya kwanza, ningependa ujitambulishe kwa majina kawaida. Naitwa Grace na sio Nduta. Hmm. Nduta wa Hmm. wa Vietnam, Vietnam <laughs> ni nduta mzuri hmm, ingawa nduta wote ni wazuri, tunakuanga wazuri sisi. Hmm. Ee, ni vile tu hmm, ni maisha hmm. but kwa social media najitanga mama yao 888, hmm. mm -hmm. mm. so leo umetuandalia nini, kwa sababu lazima watu wapate mawaidha kwa hii episode. Umewaandalia nini leo, siku ya leo? Nataka kuwarudisha bedroom hmm, juu kila kitu nazanga bedroom mm -hmm. si hata ulizaliwa Hmm. Kutoka wapi bedroom? hmm. Kila kitu inaanzanga bedroom hmm. Na that's why nataka kuanzia bedroom, tutakuja hmm. kitchen na sitting room hmm. Sasa hmm. mademu wa siku hizi hmm. awaglow kwa sababu ya ya vitu wenye wazee wao wanakula hmm. We mwenyewe haujaweza kupikia mzee wako vitu wenye anafaa kupikiwa hmm. Mzee akiwa aki huko nje anatembea tembea anatembeatembea anakula mawarumetura hmm. akienda home hmm kuna mali anapitia panitangu pakanudhu. mm. eh? mm. anaenda hapo apo, anapea kanudhu huyo mzee wako, anakunywa kanudhu akikuja, eh, ndio hiyo mm. akifika kwa hao hata mm. aoni chini juu, kitu ya kwanza ana nguvu huyo mzee mm. ujue amekula mashakura huko nje mm. ajakula poa mm. amerudi kanudhu iko kwa mwili. huyo mm. ujue mzee ana nguvu hata kidogo mm -hmm. Akienda kwa mechi, wakienda huko Kasarani mm. kenna kucheza mpira mm. Vitu venye anafanya, anafanya huko anafanya kama shetani mzima mm. kwa sababu hata si vitu venye naeleweka mm. ye mwenyewe ana nguvu mm. so huyo demu huyo mzee hata akikumwagia anakumwagia vitu yenye mm si protein anakumwagia kama, kama mwagia makosa mm. Sio ya mzee yako na ya boyfriend yako mm. Makosa makosayaaa mm. Ze mpikie vitunafaakuua kuna vitu kama mboga za kienyeji mm. akma samai maziwa mala mm. eh, unaweza mwekea hapo kando na to greens kando mm. na kaugari na, mwa... na, chane, na wawachane na unga ya hii ya supermarket. Yani, ununue mahindi, mwache kujifanya mbujai kula mahindi mm. e, unga ya namba nine mwache mm. kujifanya mbujai kula unga ya namba nine, enda nunua mahindi, pereka mm. kwa kishiagi na upikie mzee. Hiyo ndio inawapea nguvu mm. Asubuhi wacha kupea mzee wako mkate. Kwani yeye ni mtoto? Chukua kama ni ugali asubuhi wacha akule ugali. Baadaye kuna mzee anaenda kazi ya mijengo. Alafu mm. asubuhi nampea mkate na chai. Hiyo ni nini? Ni kama kumwezi. Amka asubuhi na wacha nikwambie, mama wanalala tu. Wanakaa tu mighty fresh kwa kitanda mm. mzee ameamka anataka kuenda job na amekuacha, wao umelala. Amka asubuhi, tengenezea mzee wako heavy breakfast. Tengeneza mzako inatangwa heavy breakfast. Wacha tuongee watu wenye wako chini, wachana na wadosi. Watu wenye wako chini, unajua wadosi wanamkianga mam, mama yai hmm, masimu. Wachana na hizo, tuanze kwa watu wenye wako chini hmm. Ehe, amka asubuhi, chemsha hiyo kamshie veve yako ulikuwa umetengeneza usiku na hmm, umeweka kamaziwa hmm. Ebu mchemshie na kaugali na kachai hmm. Hiyo ni heavy breakfast, mzee. Mm. akwata kienda kazi ya kibarua, kazi ya mujei. Huyo mzee ako sawa, lakini mzee amekula machakura huko nje, mamitura. Mm. na masupu amerudi. Mm. amepitia kwa ganudhu. Mm. Amekunywa kanudhu, alafu amekunywa amekuja usiku, usiku umelala ukimnyonya, ingawa unamnyonya damu juu ana kitu yenye unamnyonya huyu mzee, unamnyonya damu eh. ana kitu ya kum... asubuhi mzee atakuamuka kwenye kutembea, hawezi juu kitu ya kwanza hana hata nguvu ya kutembea, unacheki? Ushanyonya yeye kila kitu hiyo, mm. mutura alikula jana, ndio umelala ukinyonya yeye na hata kitu yenye anatoa hata anatoa pofu

Imagine mzee napika ndio mimi nalala na, na mikorogo naa mikorogo, mm. mikorogo. Eh. Na lakini tu. mm. ku. mm. eh. Makosa ni ya nani? Si ya mzee, ni ya bibi. Tengeneza mali yako tengeneza mali yako kama unataka watu kusikia vizuri mm. na unataka mzee aonekane nange nje ni mzee wangu mimi kama ndo tama mama yao mm. lazima nitengeneze mzee wangu si lazima kule firigisi huko hapo hakuna siku mzee na kwanza anaona kuna mtura hii ya 2020 alafu anapitia pale anakunywa kanuzu mm. akifika kwa nyu <laughs> akifika kwa nyumba mzee hakuna ni rest in peace mm. huyo mzee hata hata hata unaogopa kumwambia mfanye tendo la ndoa kwa sababu hata mwenyewe anaogopa mm. yeah. aona tu akienda tu moja tu mm. Nyoku kuisha darasa muriere amekufa. <laughs> wananiita PR mkipenda presenter Ramsi pale kwenye comment section, tukutane kitu amesema ni ukweli ama sio? Nataka uniandikie kitu pale.